Hizi ha, hapa nafasi za kazi taasisi mbalimbali za umma. Nafasi za kazi taasisi mbalimbali za umma, kuna Tanzanian Wildlife Management Authority TAWA, Conservation Ranger 3, Wildlife Management 24 post, qualification an holder of basic technician certificate in wildlife management from the recognized institution. Lakini pia kuna Conservation Ranger 3 mechanical technician diploma in full technician certificate FTC. Alafu kuna conservation ranger 3 pharmaceutical technician, conservation ranger 2 assistance Wildlife management officer qualification ni holder of diploma in wildlife management from the recognized institution. Conservation ranger 2 ranger 3 Plant operator qualification and experience. Kwa hiyo hapa kuna nafasi nyingi za kazi katika taasisi mbalimbali za umma. Tuangalie mwisho wa kutuma maombi haya ni lini. Kuweza kupata PDF hii, join katika group letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Unachotakiwa kufanya ni kujoin tu katika group, ili uweze kupata PDF hii na kuweza kuwa uchagua nafasi ambayo unaona inakufaa, na uweze kutuma maombi yako. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 24 Januari elfu mbili na ishirini na sita. Na kumbuka kuandika barua yako ya kuombea kazi iliyosainiwa na barua hiyo elekezwe kwa <coughs> Secretarieti, President Office, Public Service Recruitment Secretariat, PO Box 2320, Mahakama Street, Tambukareli, Dodoma. Na kumbuka kutuma maombi yako kwa njia ya mtandao mfumo wa kielektroniki wa ajira poto na kwa wale ambao ni mara ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, kumbuka kusubscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Na pia utakapo subscribe, wewe unakuwa ni moja wa wanafamilia wa channel ya Feaboy. Asante na karibu.